Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Tanzania imetoa awamu ya kwanza ya upangaji wa mikopo na ruzuku kwa jumla ya wanafunzi laki moja thelathini na tano elfu mia mbili arobaini nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mtendaji wa bodi, kati ya wanafunzi hao 40,952 ni wa shahada ya kwanza na 5,342 wa stashahada ambao kwa jumla yao wamepangiwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 152. Aidha, wanafunzi 615 waliopo chini ya mpango wa Samia scholarship wamepangiwa ruzuku yenye thamani ya shilingi bilioni 3.3. Taarifa hiyo imeeleza kuwa wanafunzi 88381 wanaendelea na na masomo yao na wamepangiwa mikopo yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 271.2 baada ya kufaulu mitihani yao ya mwaka uliopita. Leo hii tunakutana kutangaza orodha ya awamu ya kwanza yenye wanafunzi laki moja na 35,240 ya wa shahada ya wali stashahada na Samia Scholarship waliopangwa waliopangiwa mikopo pamoja na ruzuku yenye thamani ya Tanzania, shilingi za kitanzania bilioni 426.5 kwa mwaka wa masomo 2025 2026, wanafunzi hawa ni kama ifuatavyo. Kama nilivyosema, wali jumla ya wanafunzi waliopangiwa hizi pesa zote ni jumla ya wanafunzi laki moja na 35,240, na katika hao kuna wanafunzi 40,952 ambao walipangiwa mikopo ya shahada ya awali na wanafunzi 5342 walipangiwa mikopo ya stashahada yenye kiasi cha bilioni 152. Vilevile vile, kuna wanafunzi 615 ambao ni wanufaika waliopangiwa ruzuku inayofahamika kama Samia Scholarship shilingi bilioni tatu nukta tatu. Bodi hiyo imebainisha kuwa itaendelea kutoa awamu nyingine za mikopo na ruzuku kadiri ya watakavyopokea uthibitisho wa udahili kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na matokeo ya wanafunzi wanaoendelea. Bodi pia imewakumbusha waombaji wa mikopo na ruzuku kuendelea kufuatilia taarifa za maombi yao kupitia mfumo wa Students Individual Permanent Account wakati taratibu na uchambuzi wa upangaji wa mikopo hiyo ikiendelea.